Juhudi za pamoja za kuwafaa wanawake haswa kushughulikia kesi za unyanyasaji wa kijinsia zinazidi kupamba moto. Wajane katika kaunti ya Uasin Gishu sasa wamenufaika na mafunzo ya kisheria kuhusu mchakato wa kurithi mali ya waume wao walioaga dunia. <coughs> Wakizungumza katika hafla ya kuwawezesha wanawake katika kaunti hiyo, viongozi wanawake wameitaka serikali kupitia bunge la kitaifa kuangazia upya mifumo iliyoko ya kupambana na kesi za dhuluma za kijinsia, wakisema kuwa ingawaje madawati ya kukabiliana na dhuluma za kijinsia yaliyowekwa yanasaidia, ingekuwa bora zaidi iwapo yangewekwa katika maeneo ya matibabu wanakoenda. Kwa tulisema watolewa kwa police station, wapelekwe katika hospitali, kwa sababu mtu akipigwa another kwanza hospitali ndio apate P3 form na kila kitu pale katika hospitali, na pia hata keswa na polisi, kwa sababu watu wengi wanasema unaenda hospitali alafu ukishatidiwa, unaenda kwa polisi, unaambia polisi akupee P3, polisi anakataa, anauliza hongo ana anaweza kukuterrorize lakini ikiwa hospitali utachungwa na madaktari. Kwa upande wake, mshauri wa rais kuhusu masuala ya jinsia Harriet Shigae ameunga mkono pendekezo hilo akiomba serikali za kaunti haswa hiyo ya Wasingisho kupitisha mswada wa jinsia utakaoleta usawa kwa jinsia zote. Tunaingiza kaunti zote ziweke jenda bill, katika ile jenda bill itaangalia mambo yote na maswali yote ambayo mmesema, si ndio? Ninajua Uasin Gishu County is already drafting agenda bill. Na itafanya nini? Itaweza kutable watatuambea, watatueleza kama wamemaliza ama bado. Mambo ya data, tunawahimiza pia waweke hiyo data bill katika county level ili tuweze kujua wajane ni wangapi kwa mama ama watoto wa mayatima ni wangapi ili serikali iweze kufanya nini? Kuwapanga. Aidha, Wajane pia wamepokea vifaa mbalimbali vya kuwasaidia kujikimu kimaisha. <coughs> Emaculate Karimi, Undugu TV.